Nam, kwa hiyo sasa tunakwenda katika mlango wetu baada ya kutoa ufafanuzi wa swala hili. Mlango ambao tutaanza leo nao, babu ma jaa fi shaibi, mlango utaotoa ubainifu kuhusu shaibu. Shaibu kwa maana mvi. Katika hadithi ya mwanzo katika mlango huu ni an qatada, kutoka kwa qatada qala, amesema qultu li anas bin malik

ni talwinu ashaybi bilhumra ni kuzipaka mvi rangi nyekundu. Hii inaitwa khatab, kwa maana ya kwamba ni ile wanasema kuzipaint, kuzi mvi zikatoka zika katika weupe na zikaja katika ile rangi ambayo uliopakia mara nyingi inakuwa ni hina na katru, kama ambavyo taviona mbele. Kwa hiyo Qatada ali ali, alimuuliza Anas bin Malik, hal khathaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, je, bwana Mtume salam alipaka rangi nywele zake, alipaka rangi. mm, yani akusudiwa mvi mm, zake. Qala akasema Lam yablugh dhalika, lam yablugh dhalika, yaani bwana mtume hakufikia huko. Lam yablugh dhalika, hakufikia huko, kupi? Nywele zake, kupaka rangi. Inama kana shay'an, kwa ni hakika kwa bwana mtume ilikuwa kuna kitu, shay'an kwa maana kidogo, fi sudghaihi

ndewe ya sikio hii inaitwa shahmatul udhun na jicho. Kwa hivyo eneo hili ndio linaitwa sadaqa. Sadaqa hii kwa Kiswahili wanahitaja. Kwa hivyo ina maana hapa, kwa zinaota ndevu, yani zinaota nywele baina ya ndewe na jicho. Kwa hivyo eneo hili linaitwa sadaqa. Sasa Anas yani Ee, Anas anamwambia uh, Katada kwamba bwana mtume hakufikia huko kupaka nywele zake rangi. Ilikuwa ni hivi, ni kwamba inma kana shay'an fi sudghayhi, yani ilikuwa ni kitu kidogo tu katika hii. Nafikiri kusaili anaita, siyo panja, kitu kama hivi katika panja lake, katika panja lake kidogo. Ina maana kulikuwa kuna mvi kidogo katika panja lake.

Walkatam kwa kuswahili tunasema katami. Alipaka Abubakar nywele zake mvi zake bilhinnai, kwa hina na akapaka. Kwa nini akapaka? na alkatam na vile vile alkatam. Sasa hivi ni vitu viwili ambavyo vinafanana, vinafanya kazi moja, lakini vinatofautika katika baadhi ya sifa. Wamefasiri hapa chini, kama mtu ana kitabu anasema, alhinnaa Alhinau hina taj'alu shara ahmar, ukipaka hina nywele zako, kwa maana tayari siota mvi, basi naam, nywele zile zinabadilika, zinakuwa nyekundu. Ukipaka hina alkatm, lakini hii katm, yaj'alu shara mailan ila alhumra, lakini katm, ukipaka mvi zako hizo nyeupe, ukipaka katam basi zina mili yani zinaonekana kama nyekundu lakini si nyekundu mailan ila humra lakini si nyekundu e hii na nambu ukipaka tu wekundu moja kwa moja hmm. Hmm. kwa hiyo Inaonekana dhahiri ya kwamba kwa hiyo ni kwamba hina inakuwa katika mfumo wa wekundu, lakini katamu inapelekea tu kama wekundu ukipaka zile mvi zako. Kwa hivyo, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu yeye alipaka kwa vitu hivyo vyote viwili, kwa maana kwa hina na katamu. Na hapa labda tufafanue kidogo jambo hili. Hina nafikiri katika watu wa pwani Eh, wanaoishi katika maeneo ya, ya Zanzibar, Pemba, Mombasa, Tanga na maeneo haya, kwa wao jambo hili si geni. Hina wanatumia sana katika mapambo, hususan wanawake. Kwa hiyo ni hina, unachumwa majani yake, yanakaushwa, yanatwangwa yakishatango yanakuwa sasa in powder form, unga pale. Sasa ukichanganya na maji ndio tayari, kama wanawake wanachora mza. Na sasa hivi wameziweka katika mfumo mzuri eh, hina ile ile inaongezwa vikorombwezo fulani, na inakuwa packed vizuri na zinauzwa. Wanawake biashara zingi, wanawake wanauza hina kwa ajili ya kupamba maharusi na vitu vingine kama hivyo. Sasa na hii katam vile vile, hali kadhalika ni mti ambao una majani yanapururuliwa, yanakaushwa, yanatwangwa, yanakuwa ni powder form, ni unga. Ukiingiza na maji na baadhi ya vikorombezo fulani, basi tobaan tayari inakuwa, akipaka mtu na hivyo. Kwa hivyo vitu viwili hivi ndivyo vitu ambavyo vinavyotumika katika sheria ya Uislamu kwa mwanamume ambaye anakuwa na mvi katika ndevu au katika kichwa, basi vitu viwili hivi vinatumika kuzigeuza. Ndio hiyo inaitwa, tutakuja kusoma huko mbele, mlango maalumu unaitwa babu fi e, majaa fi khitabi e, khitabi rasuli Sallallahu alaihi wasallam Yani mlango ambao ulikuwa unazungumzia habari ya kupaka nywele tu rangi, yani afwan, mvi tu rangi za Mtume, yani mvi za Mtume alikuwa akizipaka mvi katika, yani katika kitu gani? Kwa hiyo yaonyesha kwamba upakaji wa mvi ima utumie hina au alkatim. Kisha tutaona huko mbele katika baadhi ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam

na al-Katam ni hadithi ya sa ambayo amesahihisha al-Albani katika sunani ya al-Imamu at-Tirmidhi. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa indhari Waislamu wasije wakabadilisha mvi zao kwa kutumia rangi nyeusi. Hadithi ya Ibn Abbas anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ambayo akhraja Imamu Abu Daudi katika sunani yake

kwa kosa gani? Kwa kosa la mvi zao, ikiwa ndevu au kichwani, wakachukua rangi nyeusi wakapaka, ili mtu afiche zile mvi zake. Pengine anahisi kama ni eh, wanasema waswahili wa mjini noma eh, yani mtu mzima utu uzima ushakuja, lakini bado anajihisi kwamba ni ana, anaweza ka, sema akaruka majoka eh. Sasa vichinjiri vitamkataa vi eh, shikamoo babu hapa, bwana tattamkiwa babu mia. Kwa hivyo anapaka rangi nyeusi, akienda sehemu hivi anaonekana handsome boy, kijana na nini. Sasa Mtume asema watu sampuli hii hawataiona, hawataisikia harufu ya pepo

walihiyatihi na katika ndevu zake ila isipokuwa arbaata ashrata shaaratan baidha, kwa maana ni nywele ambazo zilikuwa, upe, zilikuwa zina rangi nyeupe, ndio hizo mvi. Sasa ni kumi na nne tu, kwa maana zilikuwa zinahesabika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Anasema Anas, mimi nilikuwa naziona hizo tu kama kumi na nne tu, mvi ndio hizo nilikuwa naziona katika kichwa chake na katika ndevu zake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuonesha kwamba Mtume sallallahu salam, e, alikuwa amekufa katika umri wa miaka 63, lakini bado alikuwa yani, tunasema adai. Eh, neno hili sana wanatumia wanawake kwamba mimi bado ninadai naweza ka niacha leo, kesho ninaolewa, nnadai. Sasa bwana mtume alikuwa bado anadai, kwa maana hakuwa na ile mamvi kochokocho. Anasema ikawa amewezeka bati katika kichwa chake, anasema Anas bin Malik alikuwa ni arba ashrata sharat baydha, ni mvi ni nywele nyeupe zilikuwa kiasi cha kumi na nne.